lakini kitu kingine ambacho kimekuja kumeki headline zaidi ni kwamba nametambua, eh, yani Ibra mwenyewe bwana ameonyesha kwamba ametambua 100% dhahiri shahiri kitu ambacho alichokuwa amekifanya bi, bi, bi, back then kipindi akiwa yuko katika record, record label hiyo ya Konde Gang kwamba eh, sometimes alikuwa anatoa ngoma ambazo zilikuwa zinaonekana wazi kabisa bwana ni za kumsema vibaya Diamond Platinumz. Na moja kati ya ngoma hizo bwana kuna hii ngoma ya mwisho kabisa ambayo Ibra ameitoa hivi karibuni. Ngoma inaitwa Copy and Paste. Sasa kama umeisikiliza vizuri hiyo ngoma ya Copy and Paste, basi kuna mstari ambao Ibra amemsema Diamond, yaani kuna mstari mule ndani bwana ambao unaonekana wazi kabisa dhahiri shahiri kwamba kijana bwana aliamua amtupie kijembe bosi wa Wasafi, Uh, Diamond Platinum. Kama do, umesikiliza vizuri ngoma ya Copy and Paste, kuna sehemu ambayo uh, Ibra alisema kwamba Gilbert mtoto wa Tandale ameuza nyumba kwa pange madare. So ni moja kati ya vitu ambavyo aliviimba mule ndani, na alipoenda pale Wasafi kwa ajili ya kwenda kufanya interview, wakamuuliza hilo swali kwamba alivyosema Gilbert mtoto wa Tandale alikuwa anamaanisha nini? Kwa hiyo, Ibra bwana wala hajakwepa. Ni kwamba katika hii interview amezungumza kitu kama kilivyo black and white, wala hajakwepesha maneno, hajakwepa swali lolote, alikuwa anajibu swali kama the way anavyoulizwa. Ibra bwana kuhusiana na hiyo insho ameweka wazi kwamba alivyoimba hivyo katika copy and paste pale alikuwa anamsema Diamond Platnumz, kwa hiyo ameweka wazi, ameweka bayana. Baada ya kuzungumza hivyo au kufunguka na kuweka wazi kuhusiana na hilo swala bwana, hapa comment zimekuja nyingi tu, na moja kati ya comment ambazo zimejitokeza kuna page hapa imeandika, kuna wadau hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Diamond sasa hivi anacheka tu kwa dharau, kweli malipo ni hapa hapa duniani. lakini pia hapa kuna mtu anasema bwana, siku zote katika maisha upaswi kuamini yeyote aliyekuwa upande wa adui yako au rafiki yako, kwa sababu pia katoa siri za adui yako, kwa hiyo kesho ataenda kutoa za kwako pia. Umeelewa hiyo, eh? Yani unaambiwa kwamba kama leo bwana, huko na mtu wako wa karibu alafu mkagombana eh, yani kama kwa vile una adui yako, alafu adui yako ana rafiki yake, alafu yule rafiki wa adui yako amekuja kwako, kwa anataka urafiki na wewe basi ujue kabisa kwamba huyo uwe uh, naye makini kwa sababu kwa sababu anytime, kama vile anavyokuja kuja kukupa siri za adui yako, basi ujue kabisa, na siri zako pia ataenda kuzitoa vile vile kwa adui yako. Kwa hiki ndio anachomaanisha kwamba Ibra, bwana alikuwa Konde Gang then amekuja uh, kutoa siri za Konde Gang huku kwa Diamond uh, basi ipo siku pia Diamond naye pia anatakiwa awe naye makini kwa sababu atatoa tena siri zake kwenda sehemu nyingine anytime. So hivyo ndivyo mapokezi ya baadhi ya watu. Kuna mtu amesema kwamba bwana, saa hivi yuko vizuri, hongera kijana. Kuna mtu amesema kwamba bwana, mbona kama vile Ibra ameanza kuzeeka ghafla. Kuna mtu ambaye anasema kwamba bwana, kila kitu unachofanya utalipwa hapa hapa duniani kwanza. Kuna mtu amesema kwamba bwana, kumbe huyu hana mifumo na ndio maana anajipendekeza kwa Mondi sasa hivi. Uh, mwingine amesema kwamba bwana dogo amezingua. Kuna anasema kwamba bwana ama kweli tenda wema nenda zako. Uh, kuna mwingine amesema kwamba kwa nini amemwita mwenetu Gilbert? Kuna mtu mwingine amesema kwamba bwana hii alifanyaga hata bonga na Angela, ila still bado, ukiondoa pressure ya umaarufu kulikuwa hakuna, uh, hakuna cha kusema, yote na kuchagua ulipotoka lakini pia vile vile Ibra amezungumza kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinaonekana kama vile ni uongozi mbovu ambao ulikuwepo pale Konde Gang, mwenye anadai kwamba uh, kulikuwa kuna project ya album ambayo alitaka aitoe, lakini hiyo album bwana wakati wanataka kwenda kuiuza kwenye distribution company kwa ajili na na ya wao kupata pesa na Ibra naye pia apate pesa, ni kwamba ile distribution company ikamwambia kwamba hii ni Disemba kwa hiyo hatuwezi kuinunua mpaka mwakani, lakini cha kushangaza ni kwamba kesho yake wakakubaliana hivyo, lakini siku iliyofuata Ibra akashangaa albamu ile tayari imeshatolewa na baada ya kuuliza kwamba bwana, mbona album imetoka wakati distributors wamesema kwamba mpaka mwakani, imekuaje imetoka ghafla? Sasa maokoto inakwaje kwa ndio hivyo tena, kukua na maokoto, album ilitoka tu kiolela, jambo ambalo Iba anadai kwamba lilimgharimu, kwa sababu alikuwa anatarajia pesa ambayo angeipata pale ingemsaidia kwa ajili ya production ya videos za baadhi ya ngoma ambazo amezitoa. Ibra amedai kwamba bwana, bosi wake wa zamani Harmonize, bwana alikuwa anapenda sana kupigiwa simu kuomba ombwa hela, lakini pia vilevile vile akiombwa hela alikuwa atoi. <coughs> hicho <H1> <H1> ni kitu kingine ambacho Ibra amekizungumza wakati anafanya interview pale Wasafi katika kipindi cha The Switch. So baada ya Ibra kuzungumza hayo bwana ni kwamba hapa na amezungumza hayo kwa uchungu kabisa, maana hata Wasafi wenyewe pia wamesema kwamba bwana Ibra amelizungumzia swala la album yake ambapo ameliongelea kwa uchungu. Umeona bwana, yeah. Alafu hapa chini wakasema kwamba bwana hili swala la album Ibra ameliongelea kwa uchungu sana na inaonyesha ni kitu ambacho kilimuumiza mno mambo hayo lakini baada ya hapo pia vile vile ni kwamba kuna wadau hapa wamekuja kuweka maoni yao. Kuna mtu amesema kwamba bwana leo kazi ipo. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana Ibra, wewe huna shukrani. Uh, peji nyingine hii kuna mdau hapa amekuja ameandika bwana, uwezi kumlaumu Konde, ana vita na Mondi, anapambana na Mario, anapambana na Rayvani, lazima uamuzi wa kichwa kuhusiana na karia yake first. Licha ya yote hayo ni kwamba hapo ulipofikia toa bless tu, mdogo wangu, sio kwa ubaya. Hapa kuna wadau anasema kwamba pamoja na yote ambayo ameyazungumza ambayo ni negative kumuhusu Harmonize, lakini still dogo bwana alitakiwa atoe shukurani eh, kutokana na kwamba hakuna baya ambayo, ambalo amelifanya sana Harmonize ukilinganisha na mema ambayo yeye pia Harmonize ameyafanya kwa huyu kijana. Kwani kijana amepata, amepata platform kutokana na kwamba Harmonize alimwamini na kumpa hiyo nafasi. Kuna mwingine hapa amesema kwamba bwana, kiukweli inavyoonyesha ni kwamba Harmonize atajuta, hatajuta kwelikweli kutolewa na Wasafi, maana hii redio e, ukitoka, ukitoka tu Konde Gang kwanza kabisa lazima uonekane e, mwamba ha, e, <laughs> hana u, u, lazima waje wamseme, au wahoji watu waje wamseme kwamba mwamba hana utu, kafeli, lazima mahojiano yageuke kuwa bosi wao.